Majina naitwa Lukunuka Masaka Manono, ndiye aliyekuwa rais mstaafu wa serikali ya sewabu, serikali ya wanachuo chuo cha walimu Bunda. Mahafali imefaa na kweli tunashukuru walimu wakufunzi, pamoja na mkuu wa chuo, wameweza kufanya taratibu zote za chuo mpaka kufanikisha mahafali haya. Kiujumla tumejiandaa vizuri sana kisaikolojia kutumia maarifa yetu tuliyojipata hapa katika chuo cha walimu. Hasa mimi nilipata maarifa ya walimu, elimu ya awali na wenzangu pia wamepata maarifa ya elimu ya msingi. Tutaenda kupambana kutumia maarifa yetu katika sekta binafsi au sekta ya serikali kwa kujitolea. Vilevile pia unaweza kuanzisha kwa kuanzisha vituo, ili mradi tusaidie watanzania na jamii kwa husika kwa ujumla. Ajira kwa sasa hivi ni changamoto, ingawa mama yetu Dr Samia Suluhu Hassan bado analifanyia kazi na mpaka sasa hivi analifanyia kazi. Tutaenda kujihusisha pia na shughuli mbalimbali za kiuchumi, bila kujali kwamba mimi na taaluma ya walimu tu bali naweza nikafanya shughuli nyingine za kiuchumi kama kilimo, kufanya jamii kwa ujumla iweze kupata maendeleo. Kwa majina, naitwa Nzota Mwita Msaha, ni makamu mstaafu katika chuo hiki cha walimu Bunda. Kwangu mimi, kwa siku ya leo ni siku ambayo nilingojea kwa hamu sana, yaani e sana, na siku hii, namshukuru Mungu, imeenda vizuri, tumesherehekea ipasavyo. Lakini pia ni mambo mengi ambayo tumejifunza kipindi tukiwa tuko hapa chuoni. Tumefundishwa maadili ya ualimu ni yapi, tumefundishwa namna ya kushirikiana na jamii. Hivyo ni washukuru sana wakufunzi na wafanyakazi mwega wote. Tunamaliza chuo, tunaingia mtaani. Huko mtaani maisha sio rahisi, maisha ni magumu, lakini pia ili kukabiliana na changamoto hiyo inabidi tujihusishe katika masuala mbalimbali. Kwangu mimi kitu ambacho nakipenda na napenda sana kujihusisha nacho ni kilimo. Kwa hiyo, vijana wenzangu, tusizubae, tusijiingize kwenye kazi ambazo ni haramu, tujiingize kwenye shughuli mbali mbalimbali kwa mfano kilimo, biashara na vinginevyo.